Mara ya kwanza mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete aliniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Mufindi. Kipindi cha nyuma nilikuwa kidogo mdogo, sasa hivi nimeshakuwa mama. Baada ya hapo, nikaenda kugombea ubunge, ubunge wa jimbo, na nakumbuka wakati nasema nataka kwenda kugombea jimboni, na nilipofika kuchukua fomu, aliyenipa fomu aliniambia ah, karibu, naona umekuja kutangaza jina kidogo, tangaza tangaza jina, mara nyingine unaweza ukafanikiwa. Nikamwambia hapana, nimekuja kugombea na nitashinda. Na niligombea na kina baba thelathini na tisa na nilikutana na changamoto nyingi. Mimi kwetu ni Tanga, nagombea na watu ambao fikra zao, maono yao, hawaamini kwamba mtoto wa kike anaweza kuwa mbunge wa jimbo, na kipindi kile ndio nilikuwa binti mdogo zaidi ya wote kwenda jimboni. Wanakuambia we, kwanza bado huu mtu unakuruhusu, hebu acha sisi kwanza, baba zako tu nani kamwambia. Hapana, kwanza nataka niwepo kwenye uh, mhimili unaosemea jamii, lakini pia niweze kuwa chachu ya kuongelea wananchi wa jimbo langu, vijana, lakini pia na mabinti na kina mama pia kwa ujumla. Sasa, unajua nadhani fikra za wenzetu jinsia nyingine ah, haiamini sana kwenye nafasi ya mwanamke, tena mwanamke ambaye anaweza akamka asubuhi akapaka hata wanja. Unaonekana ujitambui. Kwa sasa mimi mbali ya yote nilikuwa nikienda kwenye kampeni na navaa vizuri, napaka wanja wangu, napaka lipstick yangu nyekundu, nikisimama pale unaniona. Kwa hivi kweli tunataka kuja kuchagua mbunge ambaye kazi yake ni kupaka lipstick. Kwanza niliumia kwa sababu ndio muda ambao nimeanza kukutana na, na, na mikiki, mikiki ya siasa. Afu mdogo. Afu nikaona kama ni kitu ambacho kinaweza kikaniumiza pia kisiasa. Lakini nikakaa usiku, nikasema hii nafanyaje? Nikamtuma dereva wangu ambaye alikuwa ni baba yangu mdogo, nikamwambia naomba, nenda kanichukulie lipstick kama ishirini. Kwa hiyo mimi nikaanza kuwa nafanya kampeni naipiga ile mada. Yeye akishapita nikaprogram ratiba yangu kwamba akipita yeye mimi ndo napita baada yake, kwa sababu nilikuwa najua lazima hoja ya lipstick yangu itakuwepo katika mazungumzo yake. Kwa hiyo nikifika pale nasema, jamani, kuna mtu ambaye kazi yake ni kujadili lipstick yangu lakini sio changamoto za wananchi kama ameipenda sana, ninazo hizi tatu, namwachia akirejea, yeah, mtampa kwa sababu inaonekana kwake hoja ni lipstick na sio maendeleo ya wananchi. Nilipita naye humo humo, yeye yeah, anafanya character assassination, mimi naokota hayo mawe, najenga nyumba. What does it tell you? Kwamba changamoto zipo tunasimamaga tunazungumzaga mazungumzo ambayo inaonekana kama vile atukutana na changamoto kiasi kwamba mtu akitoka hapa, japokuwa amekusikia lakini, anasema mm, mi sijui kama mboni amekutana na mambo kama ya kwangu. Mbona uhalisia wangu tofauti? Mimi mbona huku napoenda kupambana na tukanwa, mbona kuenda huku tena maneno machafu machafu mengi tena isitokee sasa katika harakati yoyote ukakutana na changamoto kwenye familia eh, au baba ameamua kutoka njia kuu, baba ataonekana mwamba, wewe utaonekanika ujitambui, uongo kweli. Hayo yote tunakutana nayo lakini, tukaenda tukapambana nimegombea umakamu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Taifa, kwa sababu kipindi kile uwenyekiti ulikuwa unatoka upande wa pili wa muungano wa Zanzibar. Kwa hiyo makamu ilikuwa lazima atoke bara, na nikaingia na nikapambana, na nilipambana na watu wengi sana wazito, kaka zangu ambao sasa hivi mamlaka za serikali zimeendelea kuwaamini kwenye nafasi mbalimbali mbali na sio kwamba walikuwa hawana uwezo, isipokuwa nilitumia fursa na mimi kuweza kushinda. Ilikuwa ni changamoto nzito kidogo, lakini nilifanikiwa na nikawa makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana taifa, nafasi ambayo hakika unaenda kwa kiongozi wa vijana bara na visiwani. Na nimeona niseme hayo kwa sababu inahitaji sana uthubutu. Na siku naenda kuchukua fomu nilikutana na mtu ambaye ananiambia, kwa nini usichukue tu fomu ya uneki uwe mjumbe wa halmashauri kuu taifa? Nikamwambia hapana, basi ni mtu ambaye anaona ananijali, ananiambia basi chukua fomu mbili, kwa sababu makamu itakuwa ngumu kupata. Na kipindi hicho nagombea na watu ambao wengine sasa hivi ni mawaziri, nagombea na wengine na ambao sasa hivi ni wakuu wa mikoa, viongozi wakubwa sana. Sema sasa hizi power house names unaenda kugombea nazo, na mwanamke ananionea huruma, kaniambia chukua fomu mbili nikatoka kwanza kwenye ofisi yake, alafu nikagonga mara ya pili, akaona kama nimekuwa mwehu hivi. Nikamwambia naitwa Mboni Mhita, nimekuja kuchukua fomu ya umakamu mwenyekiti kiti umoja wa vijana taifa, nimetoka huko najua na nakuja kufanya nini, naomba nisaidie fomu tu ya umakamu, hayo mengine tutaongea baada mimi kujaza na kurejesha fomu. Kwao nilijaza, nikarejesha, na nikamwambia nikiwa makamu mwenyekiti automatically nitakuwa mjumbe wa neki kwa, sina sababu ya kuhofia uwezo wangu na uthubutu wangu wa kugombea nafasi. Na niligombea na nilizunguka nchi nzima, bara na visiwani, niliomba kura, nilipewa kura za wanawake na wanaume, na ikanifikisha kuwa makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana taifa na mjumbe wa halmashauri kuu taifa. Changamoto ni nyingi: ah, huyu ni mwanamke wa fulani huyu uh, atakuwa ana bwana ana, fulani analala na fulani. Hizo ni lugha ambazo tunakutana nazo leo hii. Nikiwaambia watu nilienda kugombea ubunge nikiwa na milioni ishirini na mbili tu wakati watu wanaweka milioni mia tano, milioni mia saba, milioni ngapi huko, nimeenda na milioni ishirini na mbili lakini nimemaliza uchaguzi, nimeshinda, akaunti yangu ikawa na milioni sabini na sita. Yani watu wamenyewekea, watu walinyongezea, watu walinywekea vifaa, watu waliniletea mipira, watu waliniletea posters. Ha, ni saiko sahihi marafiki ambao niliamua kushikana nao kwa lengo la kunifikisha pale ambako nataka kufika. Kwa hiyo it's not about being selfish, it's about knowing what you want, when you want and how you want it. Sawa, maarifa wengi tunataka ku, kuthubutu tunataka kufanya ubunifu, lakini maarifa ya jambo husika hatuna kuna online courses, kuna semina mbalimbali, twendeni tukaongeze ujuzi. Wanawake, mimi leo ni kiongozi, nimekuwa kiongozi kwenye chama, nimeingia kiongozi kwenye jamii nikiwa kwenye mhimili wa Bunge, na sasa hivi niko serikali kuu nikiwa mkuu wa wilaya, lakini kila siku natafuta namna ya kujiongezea elimu maarifa. tisini na mbili nukta saba Jambo.